Baada ya Alikiba uh, kumaliza mkataba wake na kampuni ya mziki ya Sony, aliamua kuwekeza rasmi katika rekodi lebo yake ya King Music, huku akiendelea kutoa nyimbo eh, kali na miongoni mwa hizo nyimbo ni Mahaba wa mwaka 2023. Alikiba alifungua mwaka 2023 kwa kuachia wimbo Mahaba, ambao ulivuma sana kwenye mitandao ya kijamii kama TikTok kutokana na ujumbe wake. Huko YouTube hadi leo haujaweka video yake rasmi zaidi ya ile ya mashairi, yani lyrics video. Hata hivyo, hilo alija zuia wimbo huo kuandika rekodi zake, kwani ndani ya miezi nane tu tayari ushatazamwa zaidi ya mara milioni 18 na kushika nafasi ya tatu katika orodha ya nyimbo za Alikiba zenye mafanikio katika mtandao huo. Mwaka 2024 pekee, video ya Mahaba ilitazamwa YouTube zaidi ya mara milioni 18 na hadi sasa imefikia milioni 41, na ndio video ya Alikiba iliyotazamwa zaidi YouTube ikiwa imeipiku Mwana ya mwaka 2014. Pia bado Mahaba inashikilia rekodi kama video ya Alikiba iliyotazamwa zaidi YouTube kwa muda mfupi sana, ukizipitia video za nyimbo kama Mwana ya mwaka 2004, Seduce Me ya mwaka 2017 na Utu ya mwaka 2022 ambayo inashika nafasi ya tatu. Ikumbukwe, Mahaba ni wimbo ulioshinda tuzo ya TMA kama wimbo bora wa Bongo Flava mwaka 2023 ukizibwaga nyimbo nyingine kali kama yatapita ya Diamond Platnumz, baridi ya Jay Melody na ani Zuchu na Single Again ya Harmonize. Hizi ni rekodi E, za wimbo wa Mahaba wake msanii wa, msani wa kizazi kipya Alikei Alikiba.